Magori ametoa ufafanuzi wa sababu za klabu ya Simba kutokuwa na mwanzo mzuri kwenye michuano ya Ligi ya Mabingwa Afrika. Kiufundi sisi tumepata shida, ni kwa sababu kocha tulianza naye msimu akasajili aka timu akatrain mwezi mzima pre season akaondoka bila kutarajia, ikabidi tafute kocha wa ambaye ataingia mideli, naye hakukizi vigezo vyetu. Kwa hiyo ikabidi naye aondoke kwa sababu ya NDA. Unajua NDA ni nini? Non disclosure. Mnaachana lakini hamtaki kusema kwa sababu ya protection, lakini tuliona kwamba bora tuachane, saa hivi tutapata kocha, umenielewa? Umeona timu cha ina, ina, ina, ina, ilivyo nani cha pili ambacho hata mtu mmoja amewa kukisema Mechi ya kwanza sisi, yangao central defender dependable Hamza injury. Baada ya si mechi gani ile, goalkeeper dependable Kamara akafanya nini? Kaumia, kaumia. Juzi tuko pale nani wapi, e, Bamako central defender mwingine namba moja injury. Niambie timu gani Tanzania hii itampoteza golikipa na two central defenders wa kwanza wote watoki Afrika, cheze mechi kubwa ikashinde, niambie. Hiyo ndio matatizo ya kiufundi. Kama ulikuwa na majibu tofauti ya kwa nini Simba Sports Club imekuwa na mwenendo mbaya ama mwanzo mbaya kwenye Ligi ya mm. Mabingwa Afrika, basi mambo mawili yametajwa Elesia. mm -hmm. Moja, kukosa wachezaji muhimu kwa sababu ya majeraha, lakini jambo la pili Uh, kuingia na kutoka kwa makocha. Mkurugenzi hmm, amesema yote, ameyasema yote, okay. Kwa hiyo mashabiki wasiwe tu na ule kwamba why? Kwa nini? Kwa nini majibu ameshayapata? Yes. Kumbe <laughs>